Duniani kuna mengi ya kujifunza, lakini lingine ni hili. Niko hapa mjumbe, tujifunze pamoja. Usimdhalau usiyemjua, ndoto yake haujui. Mungu anawaza nini katika maisha yake? Usimfukuze kwa sababu ya imani yake, haujui Mungu anawaza juu ya maisha yake na roho yake. Na jina ya story yetu ni imani yenye thamani, Saimon. Alikuwa kijana wa kawaida kijijini Mbeta, kijana mpole mwenye bidii. Alizaliwa kwenye familia ambayo haikumtambua Mungu, na walikuwa wakijishughulisha na mambo ya kimila na ushirikina. Siku moja, alikutana na mhubiri wa injili aliyekuwa amekuja kijijini. Maneno ya uzima aliyoyasikia siku hiyo yalimgusa sana. Baada ya siku chache, Saimon alikubali kumfata Yesu Kristo na kubatizwa. Kuanzia hapo maisha yake yalianza kubadilika, lakini si kila mtu alikubali mabadiliko hayo. Mama yake Saimoni akasema, Saimon, umegeuka kuwa aibu kwenye familia hii. Unafikiria Mungu wako huyo atakusaidia nini? Unakataa kutoa tambiko, unatuona sisi wajinga? Saimoni kwa utulivu mkubwa alimjibu mama yake, mama na mpenda Yesu, sioni haja ya kutoa sadaka yoyote, ila maisha yangu kwake yeye. Ni mwokozi wangu. Familia ilimfukuza Simon, hakuruhusiwa kushiriki kwenye shughuli zao wala kula nao, aliachwa bila msaada. Mpenzi wake wa muda mrefu aitwaye Neema, naye alimwacha. Neema akamwambia, Simon, siwezi kuwa na mtu ambaye anamwabudu Mungu asiyeonekana. Huwezi hata kuniahidi nyumba wala maisha bora, nataka mtu anayeamini kwenye ushindi wa dunia hii. Pole sana. Saimoni akiwa na macho yaliyojaa machozi kwa uchungu mkubwa akamwambia Neema, nikikupoteza, lakini nikabaki na Yesu nina kila kitu kwenye maisha yangu. Ndipo Saimoni alihamia mji mwingine kabisa, akiwa na moyo wa kumtumikia Mungu. Alianza kusoma kwa bidii, alianza kujifunza uhandisi kupitia msaada wa kanisa dogo huko mjini. Hakukata tamaa, aliendelea kumwamini Mungu na kufanya kazi kwa bidii. Alipomaliza masomo yake, alipata kazi nzuri kupitia kampuni kubwa ya uhandisi. Kutokana na bidii yake na uaminifu, alipanda ngazi haraka na kuwa mmoja ya wahandisi wakuu. Alikuwa na akili nyingi na alifanya kazi kwa kujituma, akijua kwamba anamfanyia Mungu kazi. Siku moja kampuni yake ilishinda zabuni kubwa ya ujenzi katika mkoa wake aliyokuwa akiishi zamani, na Saimoni aliteuliwa kuwa msimamizi mkuu wa mradi huo. Ilikuwa ni fursa kwake ya kurudi nyumbani alipofukuzwa zamani, lakini ilileta hisia mchanganyiko alijiuliza jinsi watu watakavyomchukulia baada ya kukaa miaka mingi. Alipowasili kijijini ni mbeta, watu wengi walimshangaa Saimoni alivyofanikiwa. Alikuwa amevaa vizuri na anaendesha gari zuri na anaongoza timu kubwa ya wataalamu, na habari zake ziliwafikia hata ndugu zake, familia yake na neema pia. Mama yake aliposikia kwamba mwanaye nice Saimoni amerudi na amefanikiwa sana, alihisi majuto makubwa sana moyoni mwake. Alianza kutambua kwamba Mungu Saimoni aliyemwamini alikuwa kweli na mwenye nguvu. Siku moja, mama yake alimfata Saimoni mpaka kwenye ofisi ya mradi. Alikuwa ameanza kuzeeka na alionekana mwenye huzuni. Mama yake Saimoni akamwambia, Saimoni mwanangu, nimekuja kwako kuomba msamaha nilifanya makosa makubwa sana kukufukuza. Nimeona baraka za Mungu wako kupitia mafanikio yako. Tafadhali nisamehe mwanangu. Saimoni akamsogelea mama yake na kumkumbatia, akamwambia, Mama, nimekusamehe muda mrefu. Furaha yangu ni kukuona wewe ukiwa salama. Karibu sana. Neema naye alijaribu kumtafuta Saimoni lakini hakuwa na furaha kwenye ndoa yake. Alipoona mafanikio ya Saimoni alitamani angekuwa amefanya uamuzi tofauti. Alimkuta Saimoni akishirikiana na wafanyakazi wake kwa unyenyekevu. Neema alimwambia Saimoni, umekuwa mtu mkubwa, nilifanya kosa kukudharau kwa sababu ya imani yako, na maisha yangu hayajakuwa na furaha. Saimoni kwa huruma akamjibu Neema, kila mtu hufanya makosa, muhimu ni kujifunza na kusonga mbele. Mimi nimepata furaha yangu katika kumtumikia Mungu na kuwasaidia wengine. Saimoni alitumia nafasi yake mpya kuleta mabadiliko chanya katika jamii ya Mbeta. Alianzisha programu ya kusaidia vijana, alijenga miundombinu bora, alishirikiana na kanisa la eneo hilo kueneza upendo na amani. Familia yake ilianza kumheshimu na kujifunza kuhusu imani yake. hata neema alianza kushuhudia matendo mema ya Saimon na kuanza kufikiria kuhusu Mungu. Saimon alijua ya kwamba mafanikio yake hayakuwa kwa ajili yake tu, bali ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kuwabariki wengine. Imani yake ilikuwa imempeleka kwenye njia ambayo hakuweza kuiona mwanzoni, lakini alikuwa amejaa baraka na fursa za kuonyesha upendo wa Kristo. Huyo ni Saimon. Na mimi ni mjumbe wa Kristo. Mimi nakuuliza, je, bado unamdharau usiyemjua mm? Usiyemjua ana siri nyingi za Mungu, usije ukamdharau hata siku moja, hata kama ni mdogo mwache jinsi alivyo. Mimi, mm, ni ule mti usiotaka kukatwa jani hata moja, kwa maana imeandikwa kila tawi lisilozaa itakatwa. Niite mjumbe wa Kristo na umefika. Asante kwa kunifuatilia. Asante kwa kupokea ujumbe mzuri.